habari za mda huu ndugu mfuatiliaji wa chaneli hii leo nataka ni jinsi ya kufuatilia meseji calling location ya mpenzi wako bila ye kujua kwa kutumia application hii makini ambayo nitakuelekeza leo kumbuka application hii itakusaidia kujua meseji zote anazochati na watu wengine utakuwa unaziona calling zote na unauweza ukuzirekodi akiongea na mtu yeyote unaweza ukarekodi na ukasikiliza baadaye au sio alafu location mfano hata akitoka kwenye app nyingine anaingia kwenye app nyingine tena mfano akitoka WhatsApp anaingia Instagram Instagram anaingia labda kwa TikTok utakuwa unaona kabisa unaona kwa hiyo application hii inarekodi rekodi hadi screen yani maana yake vitu vyote anavyofanya hadi kwenye simu yake utakuwa unaviona ni rahisi sana kujiunganisha na application hii na ni bure kabisa hebu twende pamoja moja kwa moja utaenda Play Store bila shaka Play Store unaijua ambao hawajui hapo niliponyoshaa mshale utagusa hapo ukiwa umewasha data itafunguka kama hivi kisha utaandika maneno yafuatayo hapa juu sehemu iloandiko andika kama jinsi inavyoonekana hapo ukishaandika hapo kisha utagusa hapa, hapa eh umeliona ilo neno ilo kwa sababu lukuu umeandika hivi tu chap kwa kifupi alafu utagusa hapo kishagusa hapo itakuja apu ifuatayo apu yenyewe ni hii ndugu yangu alafu utagusa sehemu uloandikwa yaani namaanisha utaidala application hiyo utaiingiza kwenye simu yako nisikiliza kwa makini hapo ukachanganya baada ya kuingiza ap hii kwenye simu yako alafu utachukua simu ya mpenzi wako nayo yani ya mpenzi wako au mke wako ee, kama hivyo au mtu yoyote alafu utadownload pia app hii kwenye simu yake yani utawasha data kwenye simu yake au unaweza hotspot, alafu kishawosha data alafu utadownload app hii yani utamuomba simu yake naomba simu yako alafu kisha utadownload app hii bila wewe kujua hata kama akijua hawezi jua kitu chochote unachokifanya ukishaingiza app hii kisha utaiunganisha app hii sasa na simu yako au sio kujiunganisha ni rahisi kwanza utaalau kila kitu hapo mambo ya kamera contacts kila kitu hapo baada ya hapo sasa utaanza kuunganisha kwa kutumia namba tu ni namba ya simu tu unaona Yaani hapo hii narudia tena unaunganisha kwa namba ya simu tu amna hata kitu kingine hiyo utaingiza namba za simu hapo kisha utaweza kuiunganisha ni rahisi sana we download ypu tu uweze kushinda kuunganisha hapo Unaona? alafu sasa endelee kunisikiliza kwenye simu yako apu hii kwenye simu yako utajisajili kama baba Unaona? yaani wewe utakuwa baba alafu ya mpenzi wako hap hii sasa kwenye ulshaidi kwenye simu ya mpenzi wako utajisajili kama mtoto yani ye yeah, atakuwa mtoto lakini kakuwa na hata kama ni mpenzi wako utamsajili kama mtoto kwa sababu gani hap hii ndo jinsi ilivyotengenezwa naone kwa sababu gani kuhaki taarifa za mtu yani kuchunguza mawasiliano ya mtu bila kujua ni hiyo ni marufuku maana yake ni nini hiyo ni kosa kisheria kwa hiyo app hii ndio jinsi ilivyotengenezwa ili kuficha maana halisi au sio na ap hii vile ni kwa ajili ya kufuatilia utoto wako jinsi wanavyofanya naone lakini watu tunazibadili maana kwa njia hii ambayo nimekuelekeza leo unaweza ukafuatilia hata sms calling za mpenzi wako bila yeye kujua kwa kutumia app hii. Kwa hiyo app hii ukishaingiza kula kwake utaificha ili asiwe anaiona, au sio? Kwa hiyo utaweza kuona vitu vyote anavyofanya kwenye simu yake. Mfano akiona chat na michepuko huko utakuwa unaona akiwa anapigiwa, yani calling zote utakuwa unaziona, au sio? Na maanisha simu yake yote utaichukua, utaihaki maana hapo. Vitu vyote anavyofanya kwenye simu utakuwa unaviona kwa hii well, utakuwa unafanya hivi utaingia kwenye application yako hii ukiwa na simu yako alafu utakua unaangalia tu ah, vitu vyoto navyofanya maanake umecontrol umeidhibiti simu onyo ukimkuta labda hata anachepuka usipate oh, shida muyasuluhishe mambo yaendelee nakutakia siku njema